Vijana wawili raia wa Ubelgiji walifikishwa mahakamani siku ya jana Jumanne tarehe 15 Aprili mwaka 2025 baada ya kukutwa na maelfu ya wadudu aina ya siafu katika kile ambacho mamlaka za Kenya zimesema ni sehemu ya mbinu ya usafirishaji haramu wa spishi ndogo zaidi na zisizojulikana sana. Lone David na Sep Ludovics, vijana wa miaka 19, walikamatwa siku ya jana wakiwa na siafu 1500 kwenye nyumba ya wageni waliambia mahakama kuwa walikuwa wanakusanya siafu hao kwa starehe pekee na hawakujua kuwa ilikuwa kinyume cha sheria. Katika kesi nyingine tofauti ya jinai Dennis Ng'ang'a raia wa Kenya na Du Hung Nguyen, raia wa Vietnam pia walishtakiwa katika mahakama hiyo hiyo kwa makosa ya usafirishaji haramu wa siafu baada ya kukamatwa wakiwa na siafu mia nne huduma ya wanyamapori ya Kenya KWS ilisema wanaume hao wanne walihusika katika kuwasafirisha siafu hao kwenda masoko ya Ulaya na Asia, na kwamba spishi hao waliokuwa nao walijumuisha misosepalots, aina ya siafu wakubwa wekundu na wakipekee wanaopatikana Afrika Mashariki. Usafirishaji haramu wa siafu hao, KWS ilisema hauathiri, tu haki ya Kenya ya kujitawala juu ya urithi wake wa viumbe hai, bali pia unanyima jamii zenye wenyeji na taasisi za utafiti faida zinazoweza kupatikana kiikolojia na kiuchumi. Kenya imewahi kupambana na magendo ya viungo vya wanyama wakubwa kama tembo, vifaru na kaka kuona. Lakini kesi dhidi ya wanaume hao wanne inaonyesha mabadiliko ya mtindo wa magendo kutoka kwa wanyama wakubwa maarufu hadi spishi zisizojulikana sana lakini muhimu kiikolojia. KWS ilisema Wabelgiji hao wawili walikamatwa katika kaunti ya Nakuru, eneo lenye mbuga na hifadhi mbalimbali za kitaifa. Siafu elfu tano walikutwa kwenye nyumba ya wageni waliokuwa wakikaa wakiwa wamehifadhiwa ndani ya mirija ya maabara 2244 iliyojazwa sufi ili kuwawezesha kuishi kwa miezi kadhaa. Wanaume wengine wawili walikamatwa Nairobi walipokutwa na, na siafu 400 kwenye vyumba vyao. Katika kesi tofauti, Du Hung Nguyen wa Vietnam na Denis Ng'ang'a wa Kenya walishtakiwa kwa usafirishaji haramu baada ya kukamatwa wakiwa na siafu hao. Mamlaka za Kenya zilikadiria thamani ya siafu hao kwa milioni moja, takribani dola elfu saba mia saba Philip Muruthi, makamu wa rais wa uhifadhi katika shirika la uhifadhi wa wanyamapori Afrika AWF mjini Nairobi, alisema kuwa siafu wana mchango mkubwa katika kuboresha udongo, kusaidia upandaji wa mbegu na kuwa chakula kwa spishi nyingine kama ndege ukweli ni kwamba unapoona msitu wenye afya kama ngong huwa ufikiri ni nini uchangia kuwa na afya ni uhusiano unaotoka kwa bakteria hadi kwa siafu na hadi kwa viumbe wakubwa alisema muruthi alionya kuhusu hatari ya magendo ya spishi na uwezekano wa kusambaza magonjwa kwenye sekta ya kilimo ya nchi zinazoingiziwa wadudu hao hata kama biashara inaruhusiwa inapaswa kudhibitiwa na hakuna mtu anayepaswa kuchukua rasilimali zetu kiholela aliongeza